Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ndiyo mgombea pekee wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Akizungumza katika dua maalum iliyofanyika nyumbani kwake Maheza Nguru, halmashauri ya wilaya Bumbuli, mkoani Tanga na kuhudhuriwa na wananchi zaidi ya elfu moja mia tano kutoka mkoani hapa na nje ya mkoa huo, Mzee Makamba amesema kuwa binadamu wako si kwa ajili ya maisha yao tu, bali hasa kwa maisha ya watu wengine inisabia aa aia tuko duniani kwa ajili ya maisha yetu, lakini sana sana tuko duniani kwa ajili ya maisha watu watu, la la, ya watu wengine. Ni vizuri watu wengine wakawa na amani na furaha. Tuko duniani lakini sana sana tuko duniani kwa ajili ya maisha. Kwa upande wake shehe wakati ya Kerenge, tarafa ya Magoma, wilani Korogwe, Zakaria Baruti, ambaye aliongoza dua hiyo, amesema Tanzania imebahatika kuwa na rais mwenye moyo wa kusamehe waliomkosea, mwenye sifa za kuwa rais <coughs> Rais anayewapenda watu wake Raisi anayewasamehe wenye kukosea, lakini raisi mkamilifu sana. Raisi kama huyu, wajibu wetu ni kumlipa na haja kumlipa, hakika hatuna. Wajibu wetu ni kumwombea mama Samia. Mema yake kwetu hayaadhibiki, haya wanayojua hata watoto wadogo. Mwenyekiti wa, wa CCM mkoa wa Tanga na mjumbe wa kamati kuu CCM Taifa, Ustazi Rajabu Abdurahmani naye aliwataka Watanzania kumwombea Rais Samia kutokana na maendeleo makubwa aliyoyaleta nchini yakiwemo ya wilaya ya Lushoto na Bumbuli kwa ujumla. Tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu asikumpa afya njema na umri mrefu, aendelee kuwafulilia Watanzania. Nyinyi mnafahamu baratati, takriban mwezi mmoja umalizika kutoka kufanya ziara yake kwenye mkoa wetu wa Tanga, na alifika kwenye Lushoto pia na alifika kwenye jimbo la Bukuli pia. Sisi ni mashahidi, sisi ni mashahidi kwa mambo makubwa yameendelea aliyofanya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni waombe sana wana Tanga wote bila kujali itikadi ya vyama vyetu, bila kujali itikadi ya dini zetu, tuseme sisi watu wa Tanga hatuna raisi zaidi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo mbunge wa jimbo la Bumbuli Januari Makamba amesema kuwa umahiri wa rais Samia uko wazi na unadhihirika kupitia kazi anazozifanya kwa Watanzania. Kutoka hapa Halmashauri ya Bumbuli mkoani Tanga, mimi ni Raisa Saidi wa Clouds TV.